Of course, bana moja kati ya performance kali sana ambayo imeinua hisia za mashabiki wa Mbosso Khan, performance ambayo imeifanya pale Jangwani pale kwa ajili ya sherehe za Young Africans lakini pia kitu ambacho Mbosso Khan kime maintain ni ubora wake wa kuperform lakini pia mashabiki kumkubali kina manoma. Watu walivyodhani ilikuwa ni tofauti sana msanii kama Mbosso Khan kutoka kwenye record label kubwa sana na ku maintain ubora wake ule ule kama watu wanavyomfahamu Mbosso wa kipindi cha nyuma ya Yamoto Band. So hii imekuwa ni noma sana lakini pia bahati kwake kwa Mbosso na kwa sababu wengi wanafahamu kwamba, uh, wasanii wengi sana ambao wametoka WCB nikiwa na maanisha Harmonize, Harmonize, love, Lava Lava na wengineo ambao umepita pale ikiwemo pia Rich Mapoko. Asilimia kubwa sana wasanii ambao wanatoka kwenye rec label ni ngumu sana ku maintain uh, ku maintain performance au uh, ku maintain uwezo ambao wapo nao na kufanya vizuri na mwanzo kwa mzuri kuendelea kama Mbosokani alichokifanya s so, mmetoka, lakini pia zipo kama hiti tano hivi ambao zimefanya vizuri na mpaka sasa hivi ni ngoma ambazo watu wana enjoy mtaani na wanazifry kwa sababu mshikaji kiukweli anajua kuandeka, lakini pia kuandeka tu uh, lakini pia licha ya kuandika mshikaji ambaye ananidhamu fulani hivi, ndio maana pia game limemkubali, na mpaka sasa hivi anaendelea ku maintain na kazi anazitoa nyingi sana kinomanoma, na watu wanafurahi jana. So, show ilikuwa ni noma. Performance amepiga viola pale, wananchi wakashangilia kinyaksi kwa sababu energy ilikuwepo, tofauti na watu ambavyo walikuwa wanatupia maneno kwamba Mbosokani anaumwa, anaweza kuperform kweli na inaweza nikasema pia performance ya jana pale Yanga inaweza ikawa ni moja ya performance ya ambayo imeperform ziki yake sana ambayo inapatikana kwenye albamu yake. Hizo zingine zilikuwa ni listen party tu ambazo amezifanya, lakini show performance ni ya jana Yanga ambayo watu walifriki noma noma. Mshikaji anafanya vizuri sana, lakini pia baadhi ya mastaa wame react kitu ambacho kitu ambacho imekifanya ambao sokani. Mshikaji yuko peke yake, solo artist, lakini sasa hivi amekuwa na wafuasi wengi sana

tofauti na watu ambavyo ulivyomdhania kipindi cha nyuma ambavyo alikuwa yuko chini ya WCB, tumeona uh, blogi mbalimbali zinamsapoti na zinamuona mtu wa tofauti, kwa sababu so kitu rahisi kukaa kwenye mainstream da mrefu ku maintain na kuwapita mabrother ambao walikuwa muda mrefu sana, alafu umetoka kwenye record label. Ni kitu ambacho chakujipanga sana so moja kati ya director Askana ameamua kumpa maua yake Mbosokani, akaona nijifiche au ni kwa nini ametoa maua yake, lakini pia ewe msefia kuingia katikati ya upepo wa uh, katikati ya upepo na kaachia albamu na inafanya vizuri, na watu wanamsikiliza na mapokezi yanakuwa makubwa, nikiwa na maana kwamba albamu ya Mbosso Khan room number 3 iliachia baada ya mitikasi katikati hapa kwa Simba na Yanga kucheza msicheze, lakini pia siasa zilikuwa zinaendelea, lakini Mbosso Khan iliachia albamu yake, na of course imefanya vizuri na kuangalia upepo gani unaenda upepo gani hauendi. So hiyo ndo maana list ya artist wa kufanya fresh kina manoma, so hebu msikilize mashabiki Hascana hapa anavyompa maua, lakini pia amempongeza kwa kazi nzuri na nafasi ambayo yupo sasa hivi, ni kupambania kombe ili abaki kwenye mainstreams na watu wa enjoy muziki wake. kama hivyo, mimi naitwa Rizk, bwana alibia kitengo, msikilize Hascana hapa, hii ni Bongo Plus. E bwana, kama kwenye music industry utakwenda na mimi uh, Mbosso IP yake imefanya vizuri sana. Yaani kwa kifupi IP ya Mbosso imetoboa, imefanikiwa. Uh, kubwa zaidi Mbosso ametoa IP Uh, kipindi nchi nzima ina mtazamo wa kisiasa eh, siasa imeshika hatamu. Uh, mba zaidi ametoa EP kipindi kuna mgomo, mara Simba aingie uwanjani, mara Yanga hamtaki sijui kuingia uwanjani. Yani kipindi cha Simba na Yanga ni kile ngingi ngingi, mtu katoa EP na imefanya vizuri. Ukienda uh, club lazima utasikia pawa, utasikia sijui aviola. Kubwa zaidi amefanikiwa kumtoa mtu, yani kupitia EP yake, imetoa mtu kama maarufu, bonge la dada. Sasa hivi bonge la dada anafanya show zake, atenza riziki zake. Itoisho kusema bwana Mbosso amefanikiwa sana. Kama kwenye music industry nadhani unaelewa ni ngumu kiasi gani kuitisha album, kuitisha EP hata kuitisha nyimbo moja. Lakini jamaa amefanikiwa kwa uwezo wake amefanikiwa sana sana sana. Shara tu Mbosso, mzee wangu, ungenikuta kipindi na haso, ningekushia hata video lakini sasa hivi mimi nina hela kwa da. Nashindwa sijui nifanyaje, lakini big up mzulangu.